Watu sasa hivi wana rely sana kwa party. Na hii ndio sasa kitu tumekuja kugundua wana rely kwa party, pa party ina wafeva na wenye party ina ana wafeva. This is why I'm saying watu kama Junet, uko na hard time, hard time sana. Junet Mohammed ana ana ana tweet. Ana tweet akisema ya kwamba 2027 ako ready to face any challenge, any competitor. My friend, nataka kuambia Junet Mohammed. We are loose. Na wewe tulikuwa tunakuonea sympathy because of, because of the respect tulipea Raila Amolo Odinga. Na sasa Raila Amolo Odinga yuko, sijui utampata wapi. Wewe unarudi kwenu. Na mimi sijui kwenu iko wapi. Wewe unajua kwenu, oh. Wewe unajua kwenu na tunai tunarudi kwenu. Nasikia kwenu ni Mungoma Western. Kwa mfuya wanataka mtoto yao. Na lazima tuneta arudi kwao. Watu wa Suna East wanaangaika. Watu wa Suna East mabarabara ijengwe. Mashule ipea nini? Mabasi liwapeani kwa nini kwa shule? Then, unataka kuniambia kwa wananchi wenye wako angry. Na unapata tuna mabarabara hapo. Unapata mama nalima ndiye alipie mtoto school fee. Unapata mutu anaoshia mutu nguo ndiye alipe school fee. Na mtu wako hapa anaitwa Junet Mohammed. Junet Mohammed, you are going home. Pesa za CDF utatuambia unapeleka wapi. Wewe utaenda kuchimba makisima kwa watu huko. But Junet Mohammed, hapo Suna hii sisi ndio tunajua venye tutapanga. Watu wanaumia. Tena anabrag, tena ana, ana anaongea vibaya. Ati yeye anacontrol, ati yeye atacontrol Suna hii. My friend, nataka kukuambia unaenda nyumbani. Pesa ya agent, hao ndio failure. Sasa, watu walipanda Raila Amolo Odinga, amekufa na uchungu. Ouno Kinata alitoa pesa ya agent ya kwamba maagent washughulikiwe. Junet Mohamed amekula na malaya. <laughs> <laughs> This is why I'm saying that 2027, kuna kijana mwenye anafanya kazi hapa, naitwa napainai na, na huyu na na mutu amekua elected na wananchi nafanya kazi